Mnyama simba katika uwanja wa meja jenerali Samuel uliopo jijini Dar es Salaam. katika mchezo huo Simba imefanikiwa kuondoka na pointi tatu muhimu kwa ushindi wa bao moja sifuri. Mwana mwanamichezo Dickson Masanja anakuja na taarifa zaidi juu ya mchezo huu. Simba imeendelea kushinda michezo yake ya viporo vya ligi kuu Tanzania bara baada ya leo kuifunga JKT Tanzania kwa goli moja kwa sifuri kwenye mchezo ambao umechezwa hapa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo, maeneo ya Mbweni, jijini Dar es Salam. Goli pekee katika mchezo wa leo limefungwa na Fabris Ngoma katika kipindi cha kwanza cha mchezo huu, na baada ya mchezo kocha wa Simba Fadu Davids anazungumzia namna ambavyo ameendelea kufanya mabadiliko kwenye kikosi chake ili kuendelea kuwapa wachezaji mapumziko uh, little... nimelazimika kumtoa Kagoma kwenye eneo la kiungo na kumrudisha kwenye eneo la ulinzi. Kagoma akacheza kushoto na Hamza kulia, lakini tumefanikiwa kufunga goli, tumefanikiwa kutengeneza nafasi na, na kumzuia mpinzani kutengeneza nafasi dhidi yetu. Tumeonyesha kiwango kizuri kwa kutawala mchezo licha ya kuwa tumecheza dhidi ya timu imara. Siku mbili zilizopita tulicheza mechi, baada ya leo siku mbili zijazo tutacheza mechi nyingine dhidi ya Pamba. Kwa hiyo tunachoangalia kwa sasa ni recovery. Tumepata alama tatu, pongezi kwa wachezaji. Tunasonga mbele kuelekea mchezo wetu dhidi ya Pamba. Tutajua kesho itakuwaje baada ya recovery ni wachezaji gani watakuwa tayari, kwa sababu kuna mabadiliko pia ya viwanja kutoka nyasi bandia na nyasi ya asili imepelekea kwa baadhi ya wachezaji kupata majeraha kama Kamara, Chemalon na Chamu, na hiyo ni kutokana na, na mabadiliko ya viwanja. Michezo minne ndani ya siku kumi si jambo rahisi. Tumecheza dakika tisini mchezo wa kwanza leo pia, lakini tuna michezo mingine miwili dhidi ya pamba na dhidi ya KMC. Haiwezekani kwa mchezaji mmoja kucheza michezo yote. Baadaye tutafanya tathmini, kesho tutakuwa na majibu kutoka kwa madaktari, alafu tutajua watakaokuwa tayari kwa mchezo dhidi ya pamba. Kocha wa JKT, Tanzania. Ahmad Ali naye anaeleza kile ambacho kimepelekea kupoteza mchezo wa leo japo anakiri kwamba walistahili kupata angalau alama moja kwenye mchezo wao wa leo. Mpongeze vijana japo kwa tume, tumeruzi haikuwa malengo uh, ya suwe, tuweza kupata walau hata point moja kama. So tuna focus na mechi ambayo itakuwa mbele sasa, na sahau mchezo ambao umekwisha nao. For me ni sema nimemaliza mechi ya uh, nafikiri kama ya nyumbani ya pili uh, kufungwa nifungwa na Singida na Simba sijaruhusu nyumbani, sijafungwa mechi nyingi. so I think uh, bado kama mwalimu na nafasi ya kulea ona sasa ni jinsi gani ambavyo nahitaji kutengeneza wachezaji ambao bora wanaweza kukompiti kwenye mechi ya yote. Kwa mara nyingine, kadi nyekundu imetoka ikiwa ni kwa upande wa JKT Tanzania na aliyeoneshwa kadi nyekundu ni mtunza vifaa Obadia, na hii ilikuwa ni kwa sababu ya kubishana au kupinga maamuzi ambayo yalikuwa yakitolewa na mwamuzi wa leo. Kocha wa JKT Tanzania kwa mara nyingine, Ahmad Ali anafafanua namna ambavyo aliendelea kulituliza benchi lake licha ya kwamba kuna maamuzi ambayo yalikuwa yakiwashangaza. Vitu vingine viko vinaonekana kuna vitu vingine sijui ni interest ya mtu au nini, lakini for me, niseme nilikuwa na watuliza kwa sababu tunahitaji kwenye kazi yetu, kwenye kazi. Kwa hiyo imetokea hiyo, ni ku kuweza kuhivyo vitu, hiyo siwezi kuliongelea sana. Um, I uh, kama maamuzi akutuamulia vizuri, sijui yeye alikuwa, lakini kikubwa, kama mimi uh, kiongozi wa kazi Simba, imefikisha alama 63 kwenye msimamo wa ligi kuu na sasa ina viporo viwili mbele zaidi dhidi ya Pamba, lakini pia dhidi ya KMC FC kutoka uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo Mbweni, jijini Dar es Salaam. Mimi ni Dickson Masanja wa Sports Extra ya Clouds FM. Dickson Masanja kutokea uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo akitupa kilicho jili katika mchezo huo ambapo Simba wameondoka na alama tatu muhimu kwa ushindi wa bao moja sifuri. E, bana mechi za Simba hizi mbili nimeangalia, naona na watu wanangata meno kweli kweli, yani wapinzani unakutana na nao e. wanangata meno eh, salama salama, ligi yake. Kwa hiyo mtu hivi menoaminak okay, ukingoni kwa hiyo mtu sasa hivi dudanakupigania Mm? kuna mapigano ya vitu tofauti tofauti, ndio maana size kila mtu ni kama vile jioni unataka kufunga biashara, hesabu zake zimekaaje? kwa hiyo kwa, zimeka zimeka zimeka mm. kwa, kwa kipindi hiki matarajio ndio hayo, kwamba kuna timu zinataka top 4 kuna timu zinataka ku maintain nafasi ambazo zipo pale zisishuke, kuna timu zinataka kubaki mm. walau kwa playoff sasa timu zote hizo ukikutana nao moja kati ya hizo kuna hayo ambayo unasema, timu inang'ata meno. Ni kwamba, chukulia kwa mfano Mashujaa alama ambazo wako nazo mm. Walikuwa wanaona hata alama moja inawatosha, e, inawatosha kuwaondoa mm. kwenye eneo la kubaki na wasiwasi mm. zao. Mchezo unaofuata wanacheza dhidi ya Kagera <laughs> nani, wao wanategemea mechi hiyo kusurvive. Hiyo mechi ikiwa ni matokeo tofauti na ushindi kwa Kagera inawezekana mm. wakawa wanaanza kuaga mkono wa kwaheri kwa, kwa mashujaa. Anaitazama mechi hiyo kwa namna hiyo hiyo ya Kagera na Kagera mwenyewe naye <laughs> anaitazama kwa namna hiyo hii <laughs> kwa hiyo hata me, mechi ambazo Simba anacheza ambao mm. ataenda kucheza na Pamba mm. Pamba nao wako kwenye alama ishirini na saba. Alama hazitoshi, hazitoshi, hazitoshi kuwa ba, kuwabakisha. Yani nategemea Kagera kadri anaofanya vibaya, ili pamba wasalie kwenye playoff na alama zao hizo. Kwa hiyo uhakika ni kwamba lazima utafutia hata moja moja kwenye kila mechi ambayo unacheza. Kwa hiyo kulingana na nafasi na waliopo na uhitaji wa kumalizia msimu yeah. inafanya mechi zinakuwa eh, watu wanakamiana kwa kiasi hicho, wanakamia lakini pia usisahau, Alexi Simba ni wanasubiri kucheza fainali. Hmm. Kwa hiyo hata mimi ninavyojiandaa kucheza na timu ambayo inataka kucheza fainali Afrika, lazima nijiandae vizuri. Sasa kujiandaa ndo kukamia kukamia. Kuna, kuna tofauti kati ya kukamia na kujiandaa. Na kuna kukamia kucheza mpira na kuna kukamia kugongana. Yani una, unajua kuna mstari mwembamba sana ambao utatenganisha uta kukamia nakujiandaa kupambana <laughs> <laughs> mstari wake sana inategemea na namna, lakini Kufano kwa mfano yeah. Kwa Tanzania, amna mtu asijua kwamba Amadi Ali miongoni mm. mwa makocha ambao ni washindani yeah. mm. sana mm. na JKT Tanzania awako kwenye mstari wa kuchua daraja sindio? aais katika maeneo tarish. mm. mm. ya tarishi anaenda kucheausufainali ya kombe la CRDB dhidi mm. ya Yanga mm kwa hiyo kaona naturally, ni mmoja kati ya walimu washindani, yeye anatakupa test ile ile mm. acheze na Simba acheze na Yanga acheze na Azam testi yake ni ile ile. Halafu mm. kuna hao ambao wanazungumzia kiemba, kwamba huyu nafasi yake iko wapi? mm. E, kwamba huyu anahitaji alama tatu au moja akicheza timu kubwa mm. okay. Uh, kumekuwa na hali ya kama marefa kuto kuaminika, ni yani kweli mm. yani yoyote ikicheza na mnyama, yani tayari wanaona huyu refa mm -hmm. Anaweza siwe akasimamia <laughs> kwenye haki eh hey. Kama mm. Leo tu pale ilikuwa bado kidogo nasikia wasinge mzuia yule kitimeja angeenda angemwamba ange, makofi hey, angemwamba makofi maamuzi mm -hmm. hey, maamuzi wambo, makofi eh, mm -hmm. Alikuwa anawamba makofi asingezuiwa na wazee wa mechi ya ufundi yeah. <laughs> na refani alikuwa na refani sasa, mwacheni aje. Refani alikuwa atakumpokea kwa kadri atakavyokuja, ile ile kiasi kwa idadi. Au ile ilikuwa nini, unampa kiasi kwa idadi? Kuna kuna kamsemo kalipita hapa katikati, yaani kama vile unampa kiwango kinachostahili kulingana na vyokuja. Kwa hiyo refani anawaambia wale, msimkamate mwacheni aje, mimi nitampokea kwa kadri atakavyokuja. Ile inafikirisha Hmm. Kuliko wachezaji ma ndani kiti meneja anapenda timu. Ana hasira, unajua unaweza kuta kiti meneja na wachezaji ni tofauti kwa sababu uh, wachezaji wanakuwa mle ndani ni kama wako chini ya refari, unajua ukikaa kwenye benchi unajisi kama refari mwenzio tu. Kuna kujisahau fulani. Kama upo kwenye ima refari ila mchezaji anajisikia 100%. Mm. Ipo kwenye maarifa refarina anaweza kuamua kitu chochote mm. kwa hiyo unaweza uh, ukaona uh, namna ambavyo yani inakuonyesha ni kwa kiasi gani kwamba toka watu wanakuja kiwanjani tayari kuna matarajio haya kwa hiyo ikitokea mm. hata umekosea kwa bahati kibinadamu hakuna mtu atakuelewa wataona ndio yale, yale, yale, tulijua. Yale, tulijua. Tulijua, mm. Na lakini sababu ni nini? Nini kimesababisha haya? Hmm, kwa sababu ya makosa ya kujirudia. Kwa hiyo haiwezi ikafutika tu ghafla kwamba watu wakienda wasiwe na hiyo imani hmm. Hmm. Kwa sababu angalia, ah hawa tena hmm. dakika hizi hmm. za Dar es Salaam hmm kwa namna pengine mwamuzi alivyochezesha leo kuli ana, ana, ana hayo mapungufu ambayo yanaonekana kama yanalamikiwa ya kwa kiasi hicho, wakati mwingine unaweza ukaona uka uh, dhana imebaki ime, ime, ime kwa kubwa kuliko uhalisi, ambayo wakati mwingine kwa, kwa kiasi fulani kama binadamu unaweza ukamwona mm. ameweka jitihada za kutosha kulingana na yale makelele mm. ambayo yamekuwa yakipigwa mm. ya.

Ndio maana wakati mwingine zinapoenda hizi mechi, saikolojia watu wanajaribu kuwini saikolojia ya rifari. Hatuna hatuna imani naye, hatufanyi nini, ili kwamba jamaa niamini yaani, inabidi ni makini kweli kuwachezesha mechi yao, lakini hawamaanishi kwamba kweli hawana imani, kwa sababu ni ile saikolojia bana. Urefa tumtoe mchezoni, a balance akae upande wetu vizuri, kwa sababu sisi tulisha tumuamini. Wakati mwingine... au mimi navaa ule ubinadamu kwamba hata mimi ningekuwa refa nimeona alafu naona hakuna madhara makubwa. Sitaki tena kuingia kwenye vichwa vya habari kwamba ah si unaona haiwezi kuisha mechi bila penalti. Haiwezi kuisha mechi bila red card. Kwa leo sitaki kutoa penalti, sitaki kutoa red card. Yaani mpaka mtu alilazimishe. Mpaka mtu alilazimishe daktari. Kama yule mwamba ale alikuwa anabishana naye kamlazimisha. Kamlazimisha kutoa kadi nyekundu ile kweli. Okay. Kwa mechi zilizopo Simba hizi nne, mbili kashacheza, bado hizi mbili na mazingira yanayo na wakati huwa, mchezo wa kwanza tarehe kumi na nane na Berkane kule Morocco wa fainali 17 tarehe kumi na saba. Kwa mwenendo na aina ya hizi mechi, huoni kwamba sasa Simba anakwenda kuhatarisha baadhi ya wa wachezaji wake kwenye hiyo mechi, ingawa jambo la kuumia, mtu anaweza akaumia popote hmm. Naweza mtu asiumie lakini akaumwa yes, shindwa kucheza mm. kwa hiyo mimi kwa, nadhani kwa mechi tu kuwa karibu, karibu ndio unaweza ukaona kama unaweza katengeneza fatiki. jambo ambalo unaweza likatengeneza uchovu ambao unaweza ukachelewa kutoka au ikawa sababu sasa mtu kuumia kwa sababu ya ule uchovu ambao iko nao, lakini mm. kuhofia kwamba kucheza mechi utatengeneza majeraha mm. au majeruhi wengi kwenye, kwenye, kwenye timu yako unaweza watu wanaumia mazoezini mm. mm. Na injari nyingi ambazo zimewafanya watu wakosekane kwenye mpira muda mrefu huwa zinatokea kwenye mazoezi sio kwenye mechi. Nini uhalisia? Ah. Yeah. Yaani mazoezi ma... inakuwa... yaani, Alex ni kwamba kile ambacho kitatokea kwenye mechi ndio kinafanyika kwenye mazoezi kwao. kama ni defender anadefend, anapaswa kudefend ili akutayarishe

sababu kwenye mechi wakati mwingine pia na yeye ile umakini unwa, unakuwa, unakuwa mwingi sana mkubwa kuliko mazoezi ambapo anajiachia na, na, kuna vitu vingi vinaweza vikatokea vika, lakini pia mazoezi anafanya wakati unawezekana, kuna programu za juzi jana zilikuwa za kuchosha mwili mm. kwao anaenda mazoezini akiwa amechoka. Kwao ni, ni vitu ambavyo huwezi kukwepa injari kwa wachezaji bwana uh... Nini kinaendelea ndani ya Lion Bet simba la mikeka eh, huku mambo ni moto. Lion Bet inatoa nafasi ya kushinda pesa ndefu kwenye sports na kasino, wanatoa win boost ya hadi ya asilimia elfu moja. Kuna faida gani ya kujiunga na Lion Bet? Kuna faida nyingi. Lion Bet inatoa mechi zenye odds zilizo na boost, malipo faster kama upepo, masoko kibao yenye options nyingi na bonus nyingi kila siku kwenye mikeka yako. Lakini je kuna ofa yoyote huko Lionbet? Hakika e, kuna ofa ya kupakua app kupitia Play Store na kupata buku tano bure kabisa. Baada ya kupakua, tutakiwa kufanya ni kuweka buku zako tano ili kupata buku tano lingine bure kabisa labda mtu unaweza kawa unaji, unaweza kujisajili na kuanza kucheza kwenye Lionbet. Unaweza kujiuliza swali hilo. Kimsingi, jibu ni ndio na ni rahisi sana. Jisajili kupitia www.lionbet.co.tz kisha tumia promo code moja tatu, moja tatu, ili kuanza kufurahia ofa na ushindi. Unasubiri nini? Jisajili sasa kupitia www.lionbet.co.tz uanze kufurahia faida zote zinazokuja na Lionbet Simba na Mikeka. Huduma za kifalme zinazopatikana saa 24 kila siku. Pia unaweza kupiga simu bure kupitia namba hii hapa sifuri nane sifuri sifuri saba tano sifuri tatu saba moja kwa msaada wa haraka. Lionbet anakwambia Simba la Mikeka. Sports exa mpaka pale saa tano, tupo hapa kuendelea kukupa habari za kimichezo.